Mpangilio wa kupata tiketi na kwenda viwanjani umerudishwa kwenye mamlaka ya vilabu kwa kanuni ambazo zinafanya kazi sahi sasa hivi. Sasa basi sisi Yanga baada ya kutokea kanuni tuliendelea kufanya kazi na NCARD. Tulifanya tathmini yetu tukajiridhisha kwamba NCARD kwa kipindi ambacho wametuhudumia kwenye matukio yetu wametuhudumia sahihi. Kwa hiyo hakuna sababu ya sisi kuwakacha. Kwa hiyo tukawaandikia NCARD tukaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo hata mechi hii tiketi zake ziko chini ya Yanga kwa kupitia Enka. Sasa Enka hawezi kuweka tiketi kwenye mfumo kama Yanga hatujasema tiketi kwenye mfumo, hawezi kutangaza vituo vya kuuzia tiketi kama Yanga hatujasema vituo ni hivi. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni, sio kwa mujibu wangu mimi au nini, ni kwa mujibu wa kanuni. Kwa hiyo asitokee mtu akaaminisha watu kwamba kuna namna nyingine ya kuingia uwanjani bila timu mwenyeji kusema, kwa sababu sisi ndio tuna venda wetu, mamlaka yairudishwa kwetu kikanuni. Kwa hiyo sisi tunaamua sasa, bwana wewe, tuuzia tiketi, bei zitakuwa hizi na vituo ni hivi vielekezi. Kwa hiyo kwa msimamo ambao upo na ratiba ambayo tuko nayo hapa kutoka idara yetu ya mashindano, maana yake hiyo mechi haipo. Kama haipo, maana yake hakuna mahala tiketi za Kariakoo Derby zitauzwa. As long as club haijakubaliana kuuza hizo tiketi, hakuna mahala hawa, hakuna jinsi nad au mtu mwingine akauza tiketi on behalf of Yanga, there's no way mtu mwingine akasimama akasema sasa tiketi zinapatikana Kariakoo gerezani.